Katika swala jingine ambalo tumelipokea kwa njia ya WhatsApp ee, anasema mtu anadaiwa pesa, lakini akidaiwa anasema nisubiri niuze nguruwe au pombe ndo nikulipe. Alipouza tu pale pale akanitumia pesa ambazo nilikuwa nikimdai, na mimi najua moja kwa moja asilimia hizi pesa zimetokana na njia ya haramu. Ni ipi hmm, hukumu yake? ala kulli hal alhukmu yataallaqu bi biman yabiu la biman yusaddadu lahu daynuhu au haqquhu hukumu inafungamana na yule muuzaji mwenyewe wa hiyo nguru, huyo nguru mwenyewe. Naam. Kwa sababu yule mdaiwa ndiye ambaye atafanya muamala ule yeye mwenyewe. Ndio. Sasa ikiwa ni mkweli katika hilo ni laki mwenyewe. Na ikiwa si mkweli katika hilo ni yake mwenyewe. Huyo analipwa ile pesa. Yeye hata kufungamana na haramu kwa lolote, kwa sababu yeye analipwa pesa ambayo yeye ni haki yake kulipwa ile pesa. Sawa na mfano anakuja mtu kununua kitu dukani. Naam. Namjua kwamba huyo mtu anabaa huyu mtu ana danguro ndo kazi yake, amekuja kununua pengine bidhaa dukani kwangu, haiharamiki mimi kumuuzia bidhaa ile halali kwa kuwa anafanya biashara hii ya haramu. Au mwanamke fulani anajulikana, mwanamke huyu anauza mwili wake kwa wanaume. Naam, anajulikana ndo kazi yake hiyo, usiku anatoka kwa kazi hiyo, anarudi mchana kazi hiyo. Amekuja kununua pengine kilo moja ya sukari akapika chai, haiharamiki kumuuzia sukari, kwa sababu sukari si ule uhuni anaofanya. Nafanya, so, uhuni nafanya vitu tofauti kwa hivyo akilipa pesa zile, kwa huyu mwenye kulipa ni halali kwake, kwa sababu nakulipa nguruwe mwenyewe. Ama ningemwambia kwamba nakulipa nguruwe huyu, kamuuze upate pesa yako, ingekuwa ni haramu kisheria, sababu ingekuwa nauza kilichoharamika. Naam. Na kwa hivyo tunatakiwa sisi katika sheria kwamba tusichunguze, baadhi ya wakati kila kitu uchunguze kwamba kimetoka wapi. Naam. Kwa sababu midhani kwamba tunachopata si ni cha halali katika asli, aliyechuma kwa njia haramu, hilo lake mwenyewe binafsi yake, midhani kwamba kwa kwa kwa si kwa alichokitoa si kunilipa si cha haramu katika hilo haramu asili kwa sababu haramu ziko namna mbili, kuna haramu li dhatihi, haramu li ghairihi, au haramu li nafsihi wa haramu li ghairihi, vitu vili tofauti. Kwa hivyo inakubalika kulipa hivyo.